Vaibu hilo la mashabiki wa Mbeya City baada ya kuibuka na ubabe leo dhidi ya Young Africans sare ya bao moja kwa sare ya kusuluhu ya kutokufungana, ndiyo ambayo inawapa vaibu hapa katika dimba hili la soko ine, mashabiki hao wa Mbeya City kutoka hapa soko ine mkoa ni Mbeya wakinjoi e, suluhu ya kutokufungana dhidi ya Young Africans ambao wamepata hapa, lakini cha kuzajabisha kwenye kundi lao, miongoni mwa mashabiki wao wanaona pia wapo mashabiki wa Simba nao pia wakiwa e, wamevalia jezi ya Simba katikati ya Mbeya City. Hivi ndivyo hali ilivyo katika dimba hili la Sokoine mara baada ya kusimamisha Young Fans kutokupata ushindi wa aina yoyote kwenye mchezo wa leo hapa Sokoine jijini Mbeya. Hiyo ndio vaibu lao, nisikilize, vaibu hilo la mashabiki wa Mbeya City baada ya ku Ibuka na ubabe leo dhidi ya Young Africans sare ya bao moja kwa, sare ya suluhu ya kutokufungana ndiyo ambayo inawapa vibe hapa katika dimba hili la Sokoine. Mashabiki hao wa Mbeya City kutoka hapa Sokoine mkoani Mbeya wakienjoy e, suluhu ya kutokufungana dhidi ya Young Africans ambao wamepata hapa, lakini cha kuzajabisha kwenye kundi lao miongoni mwa mashabiki ambao wanaona pia wapo mashabiki wa Simba nao pia wakiwa E, wamevalia jezi ya Simba katikati ya Mbeya City. Hivi ndivyo hali ilivyo katika dimba hili la Sokoine mara baada ya kusimamisha kutokupata ushindi wa aina yoyote kwenye mchezo wa leo hapa Sokoine jijini Mbeya. Hiyo ndio vibe lao. Nisikilize.